Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi mbali mbali kupitia Dede Online TV. Tukasa sodazo tukasa yodisma bibo hostel tulikuwa katika ifoti hapa Kamegere, maeneo ya Vikindu huku Pwani, sehemu nzuri nzuri nzuri sana. Tumekaa kwa muda wa wiki mbili, toka tarehe tano mwezi wa kumi hadi sasa hivi ni tarehe 18, na hapa niko na viongozi wenzangu wa kanda ambapo mkono wangu wa kulia yupo Kakalame Kisospita Msheri na mkono wa kushoto yupo Olgenesi Mbwambo. Ulibarikiwa na nini haswa? Kwa kweli, nimebarikiwa na vitu vingi sana hapa Kamegere, lakini kitu kilichonibariki zaidi ni muitikio cha kwanza wa kanisa la Kamegere, lakini hata jamii ilivyotupokea katika sehemu hii ya Kamegere, kwa kweli ni kati ya vitu ambavyo vimenibariki sana. Kitu cha kwanza ambacho azakaa ni somo kubwa. Pia kazi hii imefanywa na wanatukasa na fedha ambazo zime, kwa kiwango kikubwa sana kimetumika zimetoka kwa wanatukasa, na mwanzoni tulianza sisi kama sisi wanatukasa kuchangisha na fedha hizi, ambapo kila mwanatukasa kwa kupitia uongozi wa kanda, lakini kupitia matawi yao walihimizwa kuchangisha pesa hizo, lakini sisi kama wanatukasa tuko chini ya kanisa. Tunashukuru makanisa yale, kwa sababu walijua vijana wetu wenda kuifanya kazi ya Mungu. Basi makanisa hayo haya kutuacha nyuma. Mfano vijana wetu wa Mabibo Hostel pale china kanisa la ya Ubungo Hill walitusupporti pia pamoja na makanisa mbalimbali. Lakini ukiachana na hayo, pia tunashukuru kwa wadau wengine kupitia conference pia ya SEC ambayo ilihakikisha kwamba sisi kama wanatukasa tunafanya kazi ya Mungu kwa msisitizo. Kitu kikubwa ambacho tunaweza kujifunza hata kwa uongozi ambao unakuja ni kuhakikisha wanakuwa karibu na wanachama kwa sababu kama wanachama watasogezwa wata karibu, wako tayari siku zote kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana kaka Ojenes. Na mkono wangu wa kulia niko na mwenyekiti mwenzangu wa kanda hii ya Sodazo, alikuwa halali. Tumebarikiwa sana, naomba utatoa shukrani za dhati kwa wale ambao wamekuwa nasi wakitufuatilia haswa kupitia Dede Online TV Tukasa Odezi Mabibo Hostel na Tucasa Sodazo. Asante, mwenyekiti. Uh, ni jambo jema kumshukuru Mungu kwanza kabla sijatoa shukrani zangu kwa wadau pamoja na wajumbe wengine wote ambao wameshiriki kwenye hii foti, lakini jambo la pili nitarejea kwa makanisa ambayo yametusupport. Kwanza tukianza na kanisa la Vikindu katika kundi la Kamegere wametupa sapoti kubwa sana Yes, wametupa support kubwa sana pamoja na uchache wao, lakini bado wameendelea kutoa wote e, watu watu ambao tulikuwa tumekusanyika maeneo haya. Lakini pia jambo jingine ambalo napenda kushukuru ni wadau mbalimbali wa dini na ambao si wa kidini, wamekuwa pamoja na sisi kwa michango yao, tumekuwa tukizidi kupokea michango yao kadri ilivyokuwa ikizidi kwenda mbele. Tulipaswa kuwa na vituo vikuu vitatu, kwa sababu ya changamoto nyingi tukabaki katika hichi kituo kimoja na hakika tumebarikiwa sana kaka ojenesi mbombo matokeo ya kazi hii tumekutana na watu wengi sana zaidi ya watu miatano hadi elfu moja lakini tumepata wabatizwa wengi sana ni wabatizwa kwanza wangapi na tunavyoongea hivi wamejisajili wangapi kwenda kubatizwa kama ulivyosema hapo awali mwenyekiti sehemu kubwa ya jamii imefikiwa na hata ukizunguka katika sehemu hii ya Kamegere hakuna sehemu ambayo iliachwa. Wanatukasa walikisha kila nyumba kila mtaa kila kijiji kinapitiwa kwa ufasaha kwa kweli, watu wamemuona Mungu na wametambua kanisa la Sabato kupitia wanatukasa. Lakini nikigeukea upande wa wabatizo, Mungu ni mwema. Katika effort hii ya wiki mbili, watu zaidi ya kumi wamefanikiwa kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa kweli ni jambo la kipekee na Mungu kwa kweli ametenda kwa upande huo mwenyekiti ni mengi mazuri ambayo yamefanyika na tunaona sasa wanabatizwa watu zaidi ya kumi. Muhimu issue haikuwa kubatizwa tu, tulikuja kupanda mbegu. Kuna watu ambao kupitia efoti hii watabatizwa, iwezekane elfu mbili na thelathini na kuendelea huko mbele, lakini katika historia yao watasimulia kwamba walikuja vijana wa TUCASA na wao walipotubariki sasa, naenda kubatizwa kwa sababu nilijifunza kuhusu Sabato, kuhusu ubatizo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kaka Lameki, moja ya kiungo kikubwa katika mambo ya injili na shughuli zingine zozote, hauwezi ukaongea mengine yote ukaacha jikoni. <laughs> ulikuwa jikoni, kulikuwaje? Uh, ndugu mwenyekiti, kwanza nimshukuru Mungu, nimshukuru Mungu nitumie lugha kwamba urojorojo, urojorojo ulikuwepo kutosha. Uh, watu wamekula. ukisikia kauli inayosema Heri eh, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Mwisho watu wameuona vyakula vizito, vyakula vya kujenga afya. Haturejei tu nyumbani kizembe, wanarejea nyumbani wakiwa wamenawili. Walitegemea kuja waenda, chakula kitakuwa cha kusuasua, lakini wamekula, wameshiba. Unawashauri vipi wale ambao wanapanga kuja kufanya utume, kwa sababu hii huwa tunaifanya kila mwaka? unawashauri vipi uongozi unaokuja katika utume? Nachopenda kuwashauri kuwashauri kuwashauri uongozi unaoingia watakapokuja kwenye vijiji kama hivi vya pwani, cha kwanza wamtangulize Mungu. Injili inakamilika, wao wanakuja kukamilisha tu, mkamilishaji unakutasha tangulia mapema. Lakini jambo la pili, nawaombea, wawe na umoja, wawe na umoja. Watakapokuja wasije na na mgawanyiko. Inaweza kuwa ni elimu, inaweza kuwa ni makabila, inaweza kuwa ni ujinsia, umikoa na vitu vingine vidogo vidogo kama hivyo, watangulize umoja. Umoja utawavusha kwa sehemu kubwa. Ni kweli, ni kweli kabisa anachosema kwamba umoja utawafanya watu hawa wafanye kazi kwa uzuri, hasa wakiwasodazo ambao inaenda kuwa seki, kwa maana huku tuna vyuo vikuu viwili lakini vyo vya kati ni vingi. Wakijipagua wale wanaosoma chuo kikuu, watu wa degree na hawa watu wa diploma na certificate, wakienda kwa vigezo hivyo, hawataweza kabisa kufanya hii kazi. Ninapoenda kumaliza na kaka Eugene Mbwambo, tuambie katika shughuli za kule kambeni, ulijifunza nini, kikubwa ulichojifunza katika maisha ya kuishi na watu kule kambeni ya? Asante uh, ukiachana na mengi ambayo tumejifunza uinjilisi na mengine kitu kikubwa ambacho nimejifunza pale kambini ni kuishi na watu wa jinsia tofauti, lakini pia watu haina wa aina tofauti tofauti. Kwa kweli nimepata experience fulani kubwa, cha kwanza, kwa sababu inakusaidia hata ukienda sehemu fulani, unakuwa unaweza kuishi na watu wengine, kwa sababu ukiishi katika jamii ya watu wengi na ukaweza kuishi na kila mmoja vizuri, maana yake wewe hata ukienda sehemu nyingine, bado utaweza kuishi na watu wengine kwa amani. Lakini cha mwisho pia kitu ambacho nimejifunza ni kujenga umoja na watu wengine, kwa sababu pale kambini, kama ulivyotangulia kusema hapo awali, tulikuwa tunaishi watu tukiwa ni wa matabaka tofauti tofauti, elimu tofauti, elimu tofauti, umri tofauti, lakini katika swala la kazi, lakini ilipokuwa katika swala lolote ambalo lilihitaji umoja tulikuwa tunafanya kana kwamba wote tupo katika levo moja, na hicho kilinisaidia kwamba kumbe kama kuna umoja mkiwa sehemu yoyote, basi kazi inaweza kufanyika. Kwao nimejifunza kutengeneza umoja kujenga uhusiano. Hata nikienda sehemu nyingine, itakuwa kwangu mimi ni rahisi sana kwa kujenga umoja na watu ambao nitakawakuta hapo, kutokana na experience ambayo nimeipata kwa maisha ya pale kambini. Amina Ojenesi ni mpore, mstaarabu, muoga kidogo, lakini alikuwa na fujo <laughs> alikuwa mjanja. Kwa nini? Alikutana na watu wa kaliba tofauti tofauti, watu wa namna tofauti tofauti kupitia ifoti watu wengi huwa wanabadilika sana anaachana na tabia fulani ambayo alikuwa akiishi na sasa anaishi na timu ya watu wengi tabia inabadilika na sasa anaishi kwa uzuri swali langu kwake ni moja tu kwamba amemudu vipi kuishi na hawa watu na ameweza vipi kuwaunganisha wote wakaenda katika mwelekeo mmoja na leo tunasherehekea furaha hii kwa mara ya mwisho mwisho Hekima anatoa Mwenyezi Mungu, hekima anatoa Mwenyezi Mungu. Kilicho kikubwa ni niliishi aledi, niliishi mimi schula, hakuishi mwenyekiti wao. Walinitambua kama aledi, lakini walinitambua kama mwenyekiti. Hekima anatupa Mwenyezi Mungu. Najua aliyewapa hekima ya kuishi na mimi ndiye huyo, alinipa hekima ya kuishi na wao vivyo hivyo. Wewe uliweza kuishi nao, Ojenes pia aliishi nao, Eliki aliishi nao, na kila yeyote ambaye alikuwa ni kiongozi, Mungu alimpa hekima na aliishi naye. Okay, basi, asante sana ndugu mpenzi, mtazamaji, msikilizaji unayetufuatilia Tucasa Sodazo, inaenda kuwa Tucasa Seki, ulikuwa nasi toka mwanzo wa vipindi vyetu. Mahubiri mengi ambayo yamehubiriwa hapa na kaka Joseph Alfred Komba, Jovin Erasto pamoja na mchungaji Mgwenya yapo mtandaoni, lakini kaka Lusaji wa akili akiwa na Lamek pamoja na Baramwezi alifundisha mambo ya afya. Hayo yote yapo mtandaoni kupitia channel hizi tatu: Dede Online TV, Tukasa Saudi, Mabibo hosteli pamoja na Tucasa Sodazo iliyokuwa ikiendeshwa na Elikunda Singo. Fatilia kule ujifunze mambo mengi. Na kupitia efoti hii Kamegere 2025, rejea nyumbani. Kuna watu hawajarejea hii 2025, watakapoona kupitia Dede Online TV 2030. Hakika watarejea Kamegere 2025 wito wa kurejea nyumbani Kamegere ifoti ishirini ishirini na tano. Wito wa kurejea nyumbani. Karibu sana Sodazo.